Saad ibn Rabi aliwawa katika vita vya Uhud, katika Uhud, katika masahaba. Alimwambia ndugu yake Abdurrahman, kamwambia, mimi na mabustani wawili, chukua moja niachie moja. Mimi na mali nyingi, qismil mala nisfain, chukua nusu yake. Mimi na wake wawili, tizama alikuwa nakupendeza nitamwacha umuoe wewe. Angalia, hivi ndivyo walivyokuwa. Hayo nayaweza nani katika ulimwengu wetu wa leo? Ndio maana tunasema kwamba tukiangalia picha hizi tutakuta kwamba Uislamu nahnu fi jiha wa hum fi jihatin ukhra, Uislamu uko mbali sana na sisi leo. Kama hatutokwenda kujifunza Uislamu safi kwa Bwana mtume leo, tutakuta mambo makubwa katika dunia hii na tutakufa vibaya vibaya, pamoja na kwamba tunajiita Waislamu. Ikhtilafu hizi zimezua balaa kubwa. Leo watizame, hata salafi waliokuja baada ya masahaba kuna bwana mmoja alikuwa anapiga kelele, anasema, kuanzia leo la uadibanna kulla man khalafa aba Hanifa. Alikuwa ni mpenzi wa Abu Hanifa, Imamul Adham. Itakuwaje watu wanachukua kauli za imamu mwingine, sio Imamul Adham? Itakuwaje watu madhehebu mengine ndio wana sio madhehebu ya Imamul Adham? Kuanzia leo nitakemuona na mkhalifu wa Abu Hanifa namtia adabu, aliyotangazia watu, na yeye alikuwa ni mkubwa fulani, watu wakaogopa.

Sasa kama kujitia adabu, jianze mwenyewe, kwa sababu wewe ndo wa kwanza kumkhalifu abu Hanifa, wewe ndo wa mwanzo unatakiwa ujipige mikwaju mwenyewe, kwa sababu unasema kila atakemhalifu abu hanifa nampiga adabu. Basi jianze mwenyewe. Walikuwa wanajua nini maana ya kukhtalifiana, walikuwa wanajua nini maana ya Uislamu. Utaona watu wanapendana, lakini bado wanakhtilafu katika ara, lakini wakionana na kuchekiana. Leo sisi watu wawili wanakutalifiana katika uh, itikadi, wakionana hata salamu wapeani. Hawa makhurafi wanakuja nakupitia kwa hu, zisije zikashuka adhabu hapa, tukaanza kumaaya sii, so tumeyapata wapi njo? Basi niongoze nifunze kuwa na mimi